bunge omaeneo kabubunge kekabucai mukaunti bungoma omwami majimbo kalasinga nalomaloma nali mumulukhakwa kamasika musirekere esio sialukhuna sinyolekhana mwisasa lya bubunge liliewe elio kamakhunyanya lirafu khuseneta we kaunti yanandi omwami Cherargei nio kamakhura abuwanga lilikwanibwa Cherargei aendelee khukhalabanila bamenywa bekaunti ya nandi nabe nalekhana nende khwinjilila biongosi khwama muchikaunti chebuluya Nandi. Hakuna siku mluya amesimama kakosoa mambo yenye inafanyika Nandi kaunti. Hakuna siku waluya wamesema kaunti, gavana wa Nandi mwenye ameongoza two terms atolewe katika kiti. Hakuna. Nataka kuchukua nafasi hii kuambia seneta wa Nandi awachane na kaunti ya Trans Nzoia.

omwami kalasinga kamakhurumikhiri abweyanguobwo nabasubishila biongosi bosi babechanga nabakhalabana muchikaundi chinyolekhana ebuluya bwalirambo ambo niye acha khuendelea khwima nende biongosi balateteanga bamenywa bo babwe nelimo khumwenya omuruki walirambo takitari william ruto khubakhalabanila bamenywa khwamachimbeka echino we are also getting united na 2027 every luya Who must not speak the language of the people will be shown the door. Na kama kuna waluya wenye wameweka jamu mbele na wataki kusonga, rebu eni kuchie kusie fuesi kama hindi. Please, we need respect as a community. Rafiki yetu from Nandi, anajua very well kwamba ukiimbiki Natembeya wa Transnzoia, mwenye anachukua hiyo kidi ni munandi in deputy governor. Fulana yandiyo game wako naye. Iyo game si hatukubali. Mwusu kundi tichi birire seneta we kaunti ya Nandi omwami ami Samson Cherargei Kavona kana na arumehira kama kwa kanoniko omu bunge we Kabuchai Majimbo Kalasinga Aloma alisa kali kama la itako biongozi kwa mamuji kundi chebuluya. Na mimi nadaka ni mulize Natembeya heshima rais wetu, awachana na kipchirjiri kabisa. <laughs> Sine namna iyo. Na asipo tutashughulikia e. Na tutapiga tutapigae kisiasa, si mambo ingine. Tutapiga hata sisi, tunajua siasa. Unajua watu wengine wakiona sisi tunanyamaza wanafikiri sisi ni waoga. Sisi si waoga, sisi tunajua kuchapa siasa. Na Transnzoia is a cosmopolitan county, ni kama Nandi. Tunataka tuambie ila ukabila anaendesha, tunasema tawe. Kwa hiyo ukabila anaendesha nembana eripoti nokhwama mwisasa lye bubunge lye kabuchai mu kaunti yebung'oma ese ndi no wa wanyama